Ni mkombozi, ni mwokozi wa wanadamu wamezaliwa. Ni kweli kabisa, ni sherehe, lakini hayo majira, hiyo siku ambayo wamepewa kanisa, ndio siku yenyewe, ndiyo siku yenyewe. Lakini pia je, Biblia iliagiza ya kwamba hiyo siku aliyozaliwa iwekwe rasmi iwe ni sikukuu ya kuadhimishwa kila baada ya majira kiagano Je, Mungu alipokuwa anaachilia ana, ana, ana, ana, ana, ana, kuzaliwa kwa mwana wake wa pekee hakujua ya kwamba jambo hili ni sikukuu na awaagize watu wake kwamba kwamba washike iwe sikukuu? Kama kulikuwa kuna umuhimu yeye kufanya hivyo, kwa nini hakuagiza hivyo? Aliyeagiza hayo kwa wanadamu waenende wa namna hiyo ni nani? Lakini pia kama ni kitu kizuri ni kweli, je aliyeagiza ya kwamba yashikwe ndani ya majira hayo ya siku ya tarehe ishirini na tano wa mwezi Disemba ni nani? Ni nani? Kwa sababu Mungu anatenda kazi ndani ya neno lake na sikukuu za Mungu ziko ndani ya agano lake. Hiyo sikukuu ni sikukuu ya agano la nani? Neno la Mungu kwenye kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita linatueleza muda ambao um, malaika Gabriel alitumwa kwenda kupeleka ujumbe wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa amani wa kuhusu deuzito wa Yesu Kristo kwa mwanamke Bikira Maria, na ule muda unaonyeshwa pale ya kwamba neno la Mungu linasema kwamba ilikuwa ni mwezi wa sita malaika. Luka moja mstari ishirini na sita mwezi wa sita malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yupo pamoja nawe. Na akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na na kuzaa mtoto mwanamume na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia ya juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elisabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa sita kwake yeye aliyeitwa tasa. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, "Tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema." Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Basi Mariamu akaondoka siku hizo akaenda hata nchi ya milima kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake, Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake na mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maandiko yanasema kwamba Mariamu akaondoka siku hizo zipi za mwezi wa sita, alipokuwa amepokea ujumbe huo kwa malaika Gabriel akikupita kipindi kirefu, alipokea hali ya ujauzito ndani yake. Mariamu akaondoka siku hizo akaenda hata nchi ya milima kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda, akaingia nyumbani kwa Zekaria. Ni kwa nini katika siku hizo alipoondoka akaenda nyumbani kwa zekaria ambako, ambaye ndiye bwana wake na Elisabethi alipomwamkia kitoto ambacho kilikuwa ndani ya tumbo la Elizabeth kiliruka kwa furaha ambayo ni Yohana Mbatizaji. Ni kwa sababu Yesu Kristo akiwa kwenye tumbo la Bikira Maria, Mariamu alipomwamkia mwanamke au, au alipomwamkia alipo mwanamama Elizabeth ambaye ni mama yake Yohana Mbatizaji, maandiko yanasema Elizabeth alijazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji alijazwa Roho Mtakatifu tangu akiwa tumboni. Maanake ni kwamba kwenye majira hayo hayo hawakupishana sana, hali ya kuwa katika ujauzito kati kati ya Mariamu na Elizabethi mama yake Yohana Mbatizaji. Kama neno la Mungu linasema kwamba ni mwezi wa sita, mwezi wa sita mpaka huo mwezi Disemba tarehe ishirini na tano ni miezi mingapi? Mpaka hiyo mimba iwe imekamilika huyo mtoto aweze kuzaliwa mwezi wa Disemba ni miezi mingapi? Hilo ni swali. Maanake ni kwamba hii sikukuu iliyoingizwa kwa siri kanisani ikapewa jina zuri la kwamba ni kuzaliwa kwa Mwokozi. Ni Mwokozi yupi huyo ambaye amemaanishwa hapo? Maana sikukuu ni kitu cha agano. Kanisa liwe makini kwenye agano linalolishika kwenye siku hiyo ya Christmas, kwa maana sikukuu ni ibada ni ibada lakini pia sikukuu ya mwaka mpya ya kalenda Kirumi, Gregorian calendar ina iliyoingizwa kanisani kwa siri ambayo sasa hivi inashikwa waziwazi. Je, ina agano la nani? Je, kanisa linamwabudu nani kwenye sikukuu hiyo? Kwa sababu kuna kauli inakwenda Merry Christmas and happy new year zinakwenda pamoja na zinakuja kwenye majira yaliyofanana. Ni siri gani imefichika kwenye sikukuu hizi mbili? Kwa sababu iko siri hii, sikukuu ya happy new year ni sikukuu ambayo imeingizwa ndani ya kanisa, kwa sababu tunaishi kwenye kipindi ambacho dola ya Rumi ambayo ilitabiriwa kwenye unabii ya kwamba ndio itakaotawala ulimwengu katika siku za mwisho. Ndiyo dola ambayo kipindi hiki ulimwengu bado upo chini yake. Kalenda ambayo inatumika ulimwenguni kwa sehemu kubwa au kwenye mataifa mengi ni kalenda ya Rumi, the Gregorian calendar. Kalenda hii ya Rumi ina majira kuanzia Januari mpaka Disemba. Anapofika Disemba tarehe ishirini na tano ndio inafanyika hiyo sikukuu ya Christmas. Tarehe moja ya mwezi Januari inafanyika sikukuu ya mwaka mpya. Na sikukuu hii ni mwanzo wa majira ya Kirumi, ni sikukuu ya Kirumi, maana ni kalenda ya Kirumi. Kwao ni majira ya Kirumi, ni sikukuu ya Kirumi. Kanisa la leo limeingizwa kwenye mfumo wa majira ya Rumi na limeshika siku kuu za Rumi, kwa sababu hauwezi kukuta huo wa Januari ukia, hiyo tarehe moja hiyo tarehe moja ya Januari ukia, hauwezi kukuta kwenye dini zingine kenda kupokea huo huo huo mwaka huo unaoitwa mwaka mpya kwenye, kwenye nyumba zao za ibada. Waislamu wana mwaka mpya wao ni tofauti na huo. Wahindu, wahindi wana mwaka mpya wao ambao ni tofauti na huo. Huu mwaka mpya ambao unaenda kupokewa makanisani saa sita za usiku, maanake ni sikukuu ambayo kanisa imepewa kwa siri, imeingizwa kwa siri kanisani, na sasa hivi imeshikwa waziwazi, zile sikukuu tatu na sasa hivi ambazo zimeshikwa zile sikukuu zile zile tatu ambazo zilikuwa zimegeuzwa kwenye ile agano la kale, zilipogeuzwa sasa hivi zimeshikwa zingine tatu kwenye agano jipya. Kanisa limebadilishiwa majira na sheria na kudhoofishwa na kudhoofishwa. Sikukuu ya Christmas ya tarehe ishirini na tano Disemba na sikukuu ya mwaka mpya ya tarehe moja Januari ni sikukuu kubwa ya mavuno kwenye ufalme wa Rumi ya Giza, ni sikukuu kubwa ya mavuno kwenye ufalme wa Rumi ya Giza. Kwa nini nasema ni sikukuu kubwa ya mavuno kwenye ufalme wa Rumi ya Giza kwa sababu shetani ana tabia ya kuiga vya Mungu. Mungu aliwaagiza Israeli kuhusiana na sikukuu ya mavuno ambayo ilikuwa ndio sikukuu kubwa zaidi, aliwaagiza ya kwamba, kitabu kile cha mambo ya Walawi sura ya ishirini na tatu mstari wa thelathini na tatu neno la Mungu anasema kisha, Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, siku ya kumi na tano ya mwezi huo wa saba ni sikukuu ya vibanda ambayo ndio sikukuu ya mavuno, muda wa siku muda wa siku saba kwa Bwana. Siku ya kumi na tano ya mwezi huo wa saba ni sikukuu ya vibanda, muda wa siku saba kwa Bwana. Hii sikukuu ya vibanda ndio sikukuu ya mavuno. Siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi Mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto siku saba. Siku ya nane kutakuwa na kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto, ni mkutano wa makini huu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Sikukuu hii ya vibanda, ambayo ndiyo sikukuu ya mavuno, Mungu anawaambia kwamba siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu. Tarehe 25 Disemba ndi ndio sikukuu hii ya mavuno au sikukuu hii ya vibanda ya ufalme wa giza wanaiadhimisha, ambayo ishirini na tano Disemba inakuwa ndio siku yao ya kwanza. Siku hiyo wametangaza kwamba hakuna kufanya kazi, ndio Christmas. Ukihesabu okay, kuanzia Christmas mpaka tarehe thelathini na moja zinakuwa ni siku saba, kuanzia Christmas ambayo ni tarehe ishirini na tano mpaka tarehe thelathini na moja ya Desemba zinakuwa ni siku saba, alafu siku ya nane kama jinsi kitabu cha mambo ya Walawi sura ya ishirini na tatu mstari wa thelathini na sita mtamsongezea Bwana sadaka, inasema "Mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto siku saba, siku ya nane kutakuwa na kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto ni mkutano wa makini huu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Baada ya siku saba, ambayo ndio tarehe thelathini na moja Desemba, siku ya nane inakuwa ni tarehe moja ya Januari, ambayo na siku hiyo kunakuwa na mkutano wa makini wa ufalme wa giza, ambao hairuhusiwi mtu yoyote kufanya kazi, kwa maana ni sikukuu ya giza ya ufalme wa Rumi ya giza ndio wanayoita Happy New Year ya kalenda ya Rumi, kwa ni sikukuu moja ile imegawanywa mara mbili. Ni sikukuu moja ambayo imegawanywa mara mbili na imeingizwa kwa siri kanisani, na ndiyo maana hata pia wanapokuwa kiipa promotion, promotion yake inaenda pamoja, Merry Christmas and Happy New Year vinaenda pamoja, maana ni sikukuu moja, ni sikukuu ya Rumi moja imegawanywa mara mbili. Mtu mmoja anaweza akasema, kwani sikukuu ina shida gani? Ni lazima kujua hivi, kwa sababu sikukuu ipo kiagano. Wanapoyafanya haya ni agano la nani? Na sikukuu ni ibada, wanapoyafanya haya wanamwabudu nani? Maana ni mambo ambayo Mungu hakuyaagiza. ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura ya kumi na mbili, Mungu alivyokuwa akiongea na Israeli kwa habari ya sikukuu ya, ya, ya, ya, ya, sikukuu hiyo ya Pasaka na kwa habari ya wao kukombolewa, aliwaambia kwamba baada ya sikukuu hiyo kwamba Bwana sura, Kutoka sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza, Mungu alisema kwamba Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Baada ya Pasaka ndio mwaka mpya wa watu wa Mungu unaanza. Maana ni kwamba mwaka wa watu wa Mungu ulimalizwa kwa damu ya pasaka kumwagika, ambao kwenye agano